Mm. Mi ni kinyozi kwa hiyo nikajiliwa kama kinyozi kwenye barbershop. Hebu eh. <laughs> <laughs> Kwanza subiri hapo hapo. Hebu yanaona, unatupeleka mbio sana kama ulivyosema awali, cha msingi ni sisi tuko hapa kuwasaidia mm. Like, uh, wanasema knowledge is powerful. Yeah. Na unapokuwa na maarifa sahihi yanakusaidia mm. kuweza kukukwamua kutoka mahali sehemu moja kwenda sehemu nyingine mm. So, uh, sisi kwa mada ya fursa ni kumsaidia kijana kuweza kuona fursa, yani kumsaidia kumwongezea macho. Yes. ya kuweza kuona sio na macho anayotazama tu. Uh -huh. awe na macho anayoona. Yeah. na kuweza ku identify fursa ambazo zinakuwa zinamzunguka. Yeah. na a, pia kuona kwamba vijana wenzie wameweza. Mm. vijana wenzie wamefanyaje mpaka wamefika walipofika. Mm. So hilo ndio lengo letu kubwa, na tunamkaribisha kijana asikae mbali, aendelee kutufuatilia kwa karibu, labda ataona kitu ambacho kinamfaa. Yeah. karibu sana. Karibu sana mgeni wetu. Asante sana. Uh, sogea kidogo, jisikie nyumbani. Yes. Mm-hmm sauti kidogo yes habari za asubuhi nzuri unaendeleaje naendelea vizuri kabisa karibu sana Boresha Radio Asante sana. yes sasa hapa ni kipindi ambacho tunazungumza na kuangazia kwa habari ya vijana mm -hmm. na watu wanatusikiza kutoka kila kona ya dunia mm -hmm. watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wanataka kujua Yeah. Ni nani mgeni wetu? Naomba ujitambulishe kwa kirefu. Asante sana. Yes. Mimi naitwa Emilia Edwin Karukwela. Yeah. Ni mkurugenzi wa Twenzetu Sokoni Enterprises lakini mm-hmm. Pia ni msomi nasomsomi sana. <laughs> <laughs> Ni kwa sasa na miaka ya ishirini na moja <laughs> Ni binti tu ambaye napambana. Elimu yangu ni ya uh, mpaka form 6 nilibatika, kwenda chuo but nikaa nimepostpone. Okay, nikaingia kwenye biashara ya Twenzetu Sokoni. Yeah. Wow, kumbe hapa tuko na e CEO, CEO, C Chief Executive diyo. Officer. Yeah, I diyo. am so happy about you at 21. You. <laughs> at 21, mm, Grace at 21. Hongera <laughs> sana. sana dada e, Emilia, siete? Diyo, Emilia, Emilia. Sisi hapa studio tumefurahi sana. Asante. na tunatamani kujua mm -hmm. ehe, Twenzetu Enterprises Yes ni nini, unahusika na nini eh, unahusika na nini? Hebu tuambie, kwa kirefu, kwa sababu sitaki kwanza mimi kusema, kwa sababu mimi already know, yeah, yeah. lakini natamani sana ueleze kwa kirefu what is all about Twenzetu Sokoni. ni kampuni ambayo hasa hasa. Mm -hmm. inajikita kuwasaidia watu kupata mm -hmm. bidhaa zao kwa wakati mm -hmm. hata tunalenga wateja wetu ambao wako bize wanashindwa kufika sokoni mm -hmm. lakini pia ambao wako mbali mm -hmm. tuna unatuagiza bidhaa yoyote ile, mm -hmm. iwe ni bidhaa za umeme za nyumbani kama mm -hmm. TV, fridge mm -hmm. lakini pia tuna nguo, viatu mm -hmm. tuna vyombo mm -hmm. tuna vyakula lakini kwa oda. mm -hmm. Na si tu kuagiza bidhaa, pia tunasaidia wateja ambao maybe ana mzigo wake, anataka amtumie bibi yake mkoani, hana nafasi ya kwenda kuagiza. Kwao tunaenda mpaka nyumbani ama ni ofisini, mm -hmm. tunafungasha mzigo wake zeni, tunaupeleka stendi, tunamwagizia kwa bibi ama kwa mama mm -hmm. Kokote kule, lakini pia kuna wale ambao wametumiwa mizigo yao aidha waliagiza sehemu yoyote kama ni nje ya nchi mm -hmm. ama ni mikoani mm -hmm. lakini hawana nafasi ya kwenda kuchukua yeah. Kwao tunaenda tunachukua, tunampelekea kama ni nyumbani mm -hmm. ama ni ofisini mm -hmm. ya kwa sasa, tuende sokoni, tumejikita hapo kwanza tuna baadaye tutaendelea vikubwa zaidi, lakini kwa sasa tuko kwenye ngoi hapo. Okay, yeah. wow. Emilia ndio. Mimi unajua, unavyoeleza mm -hmm. na kushangaa na kuona yani kama, ume, kama Amazon tayari because whatever <laughs> you doing it like amazon kweli, sio kweli? Ni kweli. nataka nijue hapo um, hapo kwenye mm -hmm. kusambaza mm -hmm. kwa hiyo wewe una ofisi, una watu au inakuwaje? Kwa sasa nipo ni kwenye ofisi but, uh, bado na share, lakini ofisi yangu kubwa mm. ni mtandaoni mm -hmm. bado nafanya online mm na napata wateja wengi sana online mm. lakini pia nina wateja ambao, wale ambao wananifahamu, maybe majirani mm. ndugu, tunakutana kanisani kwenye sehemu tofauti tofauti yeah. kwa hiyo nina wateja kama hao pia mm -hmm. lakini ofisi yangu kubwa sana sasa hivi ni online tu mm -hmm. napatikana, napatikana Instagram, napatikana Facebook, TikTok mm -hmm. hata WhatsApp pia nina magrupu ya WhatsApp. Okay. Yeah. lakini kabla hatujafika hapo, nadhani Grace alikuwa na swali, tulikuwa tuna aweze kukuuliza mm -hmm. kwa sababu ninatamani kuiwa kujua wateja unawapataje? okay. lakini pia natamani nijue ulianzaje, mm -hmm. labda hapo kabla, Grejan, ulianzaje hii biashara mm. Twenzetu Sokoni, yani ilianza yani ilianza kama mimi kabla baada ya kumaliza kuendelea kushindwa kuendelea na masomo mm. Nikaanza tu biashara ndogo, nikaajiliwa mi mm. ni kinyozi kwao, nikaajiliwa kama kinyozi kwenye barbershop hebu eh. <laughs> <laughs> Kwanza subiri hapo hapo <laughs> yana nini, unatupeleka e, mbio sana kwao <laughs> nilipoajiliwa kama kinyozi pale eh -huh. mm. malipo hayakuwa makubwa sana kwa, yani Tusaidie kwanza yaani, mm -hmm. Kinyozi kwamba ulikuwa unashika mashine unanyoa, ndio ama wale wadada wenye kuwaosha nywele baada. No, bahati nzuri nilikuwa baba shop, baba shop kulikuwa kuna wadada kwa ajili ya massage na scrub na vitu vingine mm -hmm. Kwa mimi nilikuwa kama kinyozi pale mm -hmm. Nilikuwa na mkaka mmoja kwa, tulikuwa wawili, vinyozi wawili. Yeah. Kwa nikawa na nanyoa pale <laughs> Mimi naomba ni hapo hapo Kabla, sorry samani, kabla tujaendelea, najua ninataka nipokeze ili kwa yani, biashara, ndo, kwa swali ambalo niko kuuliza. mm -hmm. Kwa hiyo kinyozi ni kitu ambacho umejifunza au ni kitu tu ni passion ama ni nini, na ulikuwa ulijifunza au ni nini? Of course nilijifunza, nilijifunza kipindi nimemaliza form 4 nilijifunza tu vile kwamba na-n ni, ni, ni sehemu ambayo marafiki zangu walikuwa nafanya kazi kwao hmm. Nilikuwa naenda pale nashinda najifunza kipindi hmm. kile ambacho hmm. sikuwa na chochote nafanya kwao, sikuwa nategemea kama nitakuja kuiapply kwa namna yoyote ile okay. Kwao ya kwao, baada ya kusitisha masomo, nikasema hebu ngoja nijaribu kile ambacho nilishawahi kukifanya ndio nione kitanipeleka wapi, so nikaanza na ile nilivyokuwa kule sasa, nafanya kazi biashara ilikuwa nzuri sana, kwa sababu bosi wangu alikuwa eneo ambalo mm. halina movement ya watu mm -hmm. Kwa hiyo nikasema, hapa and familia na nitegemea mm -hmm. na, na, na pia natamani nitimize ndoto zangu, basi hata mm. kama nimeacha masomo mm. natamani niendelee yeah. So nikawa pale nikiwa nawaza nitafanya nini, by the time nilikuwa nawaza, nawaza nifanye Twenzetu Sokoni, lakini haikuwa kwa ajili ya bidhaa, nilikuwa nimelenga kwamba niwafikie wa watalii watu ambao wamefika nchini hawajui masoko mm -hmm. mimi wananichukua, naenda nao sokoni mm -hmm kwa hiyo nikawa nawaza vile sasa, nika na nishinda kwamba nawapataje, kwa sababu wale wakiwa nafika huku mm -hmm. tayari wanakuwa na watu wao yeah. kwa hiyo ikawa ngumu sana. Siku moja nilikuwa pale nimemaliza shughuli zangu mm -hmm. akaja mtu mmoja market ilipokuwa pale saloni kwa nyuma, kwa kuna roji kwa wageni walikuwa nafikia kule, kuna mgeni akasema, kuna, kuna bidhaa inahitaji Karakoo lakini sina muda wa kufika kule, yeah. Kama una mtu namfahamu hapa nisaidie, anichukulie aniletee, mpaka mimi nitamlipa sasa. mm -hmm. Mi nikaangalia mazingira ya pale nimeshamaliza kazi, alafu nina muda yeah. Nikasema naomba nisaidie, mimi niende nikakununulia yeah. Then nikirudi mm -hmm. basi tutabagen yeah. Basi akanipa ya oda yake, mi nikaenda Nilivorudi kumletea vile vitu akasema e, you did it perfect. Mm. Yaani vitu ambavyo umeletea, mm. ningeenda mimi wewe, yes, isingepata alafu umechukua, yeah, muda mfupi sana. Mm. Nimependa. Mm. koo ni akaa amenipa kiasi pale na akamefurahi. Koo nivorudi jioni nikasema Mbona hichi nicho kifanya kinaendana na kile yes. Alafu hiki kidogo mm. Kinanipa hata kama sintokuwa nimebezi kwa wale wazungu yeah. Hata watu wengine tu naweza yes. nikawafikia yeah. Yeah, so nikasema ngoja nijaribu, nijaribu japo sijui naanza vipi yes. Na sina mtaji yeah. Nijaribu na wale rafiki zangu mm. na ndugu yeah. mm. Ko nikaanza nikasema, nitaipa nini? Sikuwa na wazo lile kwamba niagize sokoni yeah. mm. Ikaja tu nikasema, mwanzo ilikuwa ni twende sokoni yes. yeah. lakini kuna twende sokoni imekaa mm, sio takaa yes. Njaka, kijanja janja yes. Yeah. ngoja niweke Twenzetu Sokoni mm uh -hmm. -huh. Nikaa nimekutana na rafiki yangu mmoja nikamshirikisha akasema, ngoja tujaribu kuangalia hili jina kama halijawahi kutumika mm -hmm. Basi tuka tumeingia kwenye Google tukaona kweli kuna Twenzetu Sokoni, lakini wao wanadili, wanadili na internet sana mm -hmm. Kwao nikasema basi tutumie hii Twenzetu Sokoni ya kwenye mambo ya usajili sasa, tukajikuta tumeongeza na enterprises. Naenterprises Okay. Alisikia mtu anatamani kuagiza vitu Kariakoo. mm -hmm. yeah, akatumia hiyo fursa yes. <laughs> yeah, very proud of you kwa kweli, yeah, kweli right. really inspiring mm -hmm. Naamini kuna vijana ambao wanatusikiza na they are taking notes mm -hmm. na kweli we ni inspiration kwa kipindi cha leo. yeah, Grace nafikiri ya nafikiri anasoma maswali zaidi <laughs> yeah, uh, hongera sana kwanza Emilia nikupongeze kwa, ni kwa uthubutu. mm -hmm. kwa sababu thubutu wako umeweza kukufikisha mahali ulipofika leo. ndiyo. ya sa, baadhi ya, uh, ya maswali mengi tayari umesha ajibu wakati unaendelea kuzungumza. mm. uh -huh. uh, mimi ni maswali yangu ni machache. mm -hmm. Kwanza umeongelea habari ya kuwa kinyozi. ndiyo. So unatamani kujua, mm -hmm. watu walipokuwa wanakuja pale, mm -hmm. na wanambia sasa, huyu ndo kinyozi kwanza, kwa kukuona walikuwa wanakupokea wanakubali? mm -hmm. wana, wana yani kwamba huyu ndo huyo huyu ndo anayetaka kuninyoa kweli walikuwa wanakupokea? Mwitikio wao ulikuwa unakuwaje? Yani, kwa mara ya kwanza nilipata changamoto sana. mm -hmm. sana sana hasa kwa watu wazima wa baba. mm -hmm. vijana kidogo tulikuwa tunaweza kushare, tunacheka zini, tunaendelea na kazi. mm -hmm. yeah. kwa baba sasa, wakiwa wakifika pale nakuta bibi kinyozi mwanaume yuko bize, wamenikuta, afu bahati nzuri ama ambao wamenikuta na mnyoa mtu maybe yeah. mtoto ama kijana namaliza sasa na, nasubiri aji akae mm. Anakuwa amesimama kwanza na stak mm. Lakini tu ile pashen kwamba kunikuta na nyoa basi anakuja jaribu. Kuna mmoja nilisha nilikuwa nimeanza kabisa kumnyoa mbaba ule mm. Yaani sijui aliwaza nini mm. Nimemnyoa upande, akainuka akasema hapana, akaishia pale unaenda akasema hapana. Sijui aliona nini kwangu lakini yeah. Basi akaondoka ko kuna sasa, nilikuwa napata changamoto kwa wazee mm, watu wazima wengi walikuwa wakubali, lakini baadaye walivyoanza kunizoea mm, wakawa nakuja hiyo. Yeah. Yeah, hali haikukatisha tamaa? Na kama ilikukatisha tamaa uliwezaje kukabiliana nayo? ya yeah, kuna wakati kweli nilikata tamaa kabisa, nikasema mbona, mm, ni kitu ambacho natamani niendelee nacho. Yeah, naona kabisa kusa wakati nilikuwa naenda na pale saluni na kaa siku nzima watu hawataki kunyolewa na mimi mm. kwa yani nilikata tamaa lakini yule mwenzangu ambaye alikuwa ananinyoa hapa akasema hapana. mm. Emi, hapa ni kwanza bado papya mm. so unavyoendelea, mm. wateja wanakuja sio wale wale mm. wanaokuja ni wapya pia, mm. kuendelea kadi, wanavyozidi kukuona watazidi kukuzoea kuliko kuacha. Ukiacha utaenda kwenda sehemu nyingine, tena utaanza upya vile vile, kuona kule kuna ambao atakukataa mm. lazima utaacha pia, ya kuendelea yeah. tu kupambana then Wow, uh, umeelezea ume vizuri, nafikiri imejibu ime maswali yetu. mm -hmm. Lakini sasa turudi kwa upande wa twenty zetu yeah. zetu sokoni mm -hmm. hapo ndio ambapo umejikita sana. Ndiye. na natamani kujua kwa sababu kuna changamoto naumesema, uh, wateja wako wengi unawapata mitandaoni mm -hmm. lakini pia biashara ya mitandao ina changamoto zake nyingi mm -hmm. ambapo watu wengi wamekuwa pia wakitapeliwa huko yeah. mitandaoni. mm. Wewe unawezaje mm -hmm. kuhakikisha kwamba watu wana wanajenga imani na wewe mm -hmm. na kwamba akisiki, yani akiwaza mtu wa kumtuma mm -hmm. cha kwanza awaze Twenzetu Sokoni, hiyo mm -hmm. ni moja lakini namba mbili uh, unawezaje ku meet expectations za mteja mm -hmm. kwa sababu mimi ninaweza nikawa ninataka Let's say TV mm -hmm. nikakupa specification ambazo ninazitaka mm -hmm. Lakini ni one way or another labda ukao ume umeslide kidogo, huwa unafanyaje, yani like ume, umefikisha mzigo kwa mteja mm -hmm. alafu haujamit expectations , lakini labda ana picha nyingine na wewe, picha ulioipata ni picha tofauti okay. Huwa unafanyaje? Uh -huh. Na unahakikisha vipi kwamba ile quality ambayo mteja anayoitaka ndio, uh -huh. hiyo hiyo ambayo anaitaka hiyo, tuseme ni kwa bidhaa at least TV, fridge nini zinaeleweka, uh -huh. lakini umesema pia kwa habari ya swala la chakula, uh -huh. labda mtu anaweza kuagiza labda mchele ama nini, uh -huh. kitu gani? Uh -huh. Labda quality ambayo mimi naona kwangu ni quality, uh -huh. kwako wewe, uh -huh. ikawa ni tofauti, hizo uh -huh. nazo pia unakabiliana una Je, nazo kuhakikisha kwamba mteja anapata kile exactly ambacho unakuwa unakitaka? Uh-huh. Mm. Nikianza na upande wa chakula Mm. Mara nyingi maybe mteja akinipa oda cha kwanza huwa namuuliza je, kuna mahali huwa anachukulia kwa sababu, mteja anaamini sehemu ambapo bidhaa yake huwa anaenda kuchukua mara kwa mm -hmm. mara mm -hmm. kwa anapenda kitu cha pale, kwa mara nyingi namuuliza je, kuna mahali unaendaga kuchukua. Kuna wengi sana wanasema ndio, kuna mahali anaenda kuchukua, kwa ambapo naweza nikafikia, kama uenda naweza nikafikia hiyo sehemu, kwa naambia basi, naomba nikakuchukulie pale pale, kwa bei ile ambayo mteja anachukuaga na kwa gharama zile zile zeni, mimi nitaongezea tu delivery yangu. Kwa hiyo mteja anapata kile kile ambacho kwa hiyo complication inakuwa ndogo sana, mm -hmm. kwa mimi na yeye, kwa sababu tayari alitoa wazo lake, mm -hmm. na upande wa bidhaa maybe, kwamba nimefikisha bidhaa ambayo si expectations za mteja, mm -hmm. mara nyingi nikiingia sokoni, alafu nikakuta maybe kile ambacho mteja alikuwa anakihitaji, mm -hmm. hakipo mara nyingi sana, na na nahakikisha kwanza nawasiliana na mteja, mm -hmm. na kama ni kuna sample pale ya bidhaa, namtumia kwamba mteja kile ambacho ulikuwa nakihitaji hatujakipata, kuna hii kwao, anachagua. Kama atapenda basi tunabeba, asipopenda basi hatuwezi kumlazimisha mteja kwamba achukue kitu ambacho hajaridhia. Ndo tunafanya vile kwao. Siwezi nikabeba kitu nikampelekea kwa mteja kabisa pasipo ku, kuongea naye kabla sijabeba bidhaa. Okay, kwa maana hiyo hujawahi kukutana na changamoto ya kwamba umefikisha bidhaa ikakataliwa? Uh, nilishakutana nazo, ndio maana nikajifunza nikasema nitahakikisha kabisa kabla ya kubeba bidhaa mm. nimeongea kwanza na mteja yes, siku tena kwa mara ile, ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kabisa mm. tena alikuwa mteja wa mkoani, kitu ambacho kiliniuma sana mm. kwa mteja wa mkoani aliniagiza viatu mm. Kwa hiyo bahati mbaya ama bahati nzuri, mimi nikafika pale, hivyo viatu ambavyo walikuwa nahitaji mm. sikuvipata mm. kwao. Mimi nikasema tukavo ni mteja basi, ile haraka haraka nikasema nimfurahishe mteja wangu alafu, mm. nikaamini vo ambavyo nachukua mm. vitakuwa vizuri mm. kumbe, bana, nimechukua viatu ambavyo sivyo mm. na hakupenda yeah. kwa ni alivyofikisha akasema, hivi tu umeniletea, yani haviwezi kuzika Hmm. Yani tena huku ulizani kwamba huku ni kijijini, huku ni mjini kabisa, kwa wadada wa huko huko mjini ni kama wa huko k ni dumia. Yani nilipata changamoto sana, na akaniambia hmm. yani hivi vyatu mimi dada kweli avziki, na alikuwa ametuma laki tatu hmm. yani eh, kweli nilipata changamoto lakini nika call down, na yeye nikamcall nikasema basi ngoja nipambane mimi nitapambana mimi kwa namna yangu mm. nitafiksi yaani yeah. nitafiksi yeah. ili angarau hata nusu ya ile ambacho tulichokuwa tumekifanya upate mm. kwa mimi nikajikomoa nikatafuta viatu vilikuwa vya bei kidogo lakini angarau mm. nikaweza kumtumia angarau nikafiksi vile lakini ni kwa kweli tangu ile siku nikasema siwezi kufanya maamuzi hmm. pasipo kumshirikisha mteja. Yeah, okay. That's good. Yako mm -hmm. Uh, tukiwa tumesalia hapo hapo. mm -hmm. Uh, natamani kujua biashara yako inaonekana na movement nyingi. mm -hmm na unakuwa na wateja wa aina tofauti tofauti, mm -hmm. Kuna wateja wa mikoani yeah, ambao wanatumiwa vitu mm -hmm. kuna wateja ambao wako hapa hapa Dar es Salaam wanataka labda umpelekee kitu ama, mm -hmm. uwendo ukachukue uweze kunani. Natamani kujua una timu ya watu wangapi ambao unafanya nao hiyo biashara, mm -hmm. hiyo ni moja lakini, mm -hmm. namba mbili unawezaje kujigawa kuhakikisha kwamba mteja anapata kitu ambacho ni quality mm -hmm, kulingana na vile ambavyo mmekuwa mmekubaliana, kwa sababu mm -hmm. naamini mteja anapokuwa anakutafuta na kutafuta wewe yeah. Yeah. na je, unatumia usafiri gani? mm -hmm. kwa sababu kwa Dar es Salaam kwa mfano hichi kipindi cha mvua mm -hmm. foleni zinakuwa ni kubwa mm -hmm. unahakikisha vipi kwamba una delivery inakuwa on time mm -hmm. Uh, una, une, kwa sababu naamini kuna siku unaweza ukaamka uka, tu asubuhi huyu kapiga simu huyu yani, yeah. simu zikaita sana mm -hmm. ukasema leo siku ya neema, unawezaje ku manage yani hivvo vitu vyote kwa wakati mmoja okay. mm. Ya yeah, Twenzetu Sokoni mm. Twenzetu Sokoni sasa ina miezi huu mwezi wa tano. mm. Kwa hiyo si kubwa vile kwamba inanibana mm. hapana. mm. Yaani ni bado na push kwa wateja nilionao ninaweza ku manage. mm. Ya yeah, sio wakubwa wengi sana kwamba anaagiza oda kubwa nashindwa, hapana, bado lakini pia nina vijana wawili ambao wananisaidia kama oda zikiwa zimenibana sana. mm. Kwao wananisaidia sana, na kama ni usafiri mara nyingi natumia bajaji. mm. Ya, na kama ni oda zile tu mteja anasema niletee tu wakati wowote. mm. Kuna wakati natumia daladala, bado sija na usafiri wangu mimi kama mimi mm. kwa mara nyingi natumia bajaji bodaboda. mm. Yes. Nimependa hilo swali sana sana sana sana mm -hmm. kabla tujaenda break Uh, wanasema hata mchicha hata mbuyu ulianza kama, kama mchicha mm-hmm. Umejiandaaje? mm-hmm. Kwenye swala la sasa hivi unasema bado hujakuwa mkubwa mm-hmm. Lakini pia unaionaje biashara mm-hmm. Je, kama kijana, kumbuka hapa tunapo tunavyozungumza, tunataka tumwinspire, tunataka kijana mwingine ambaye anajiuliza inakuwaje, mbona this is very difficult, wewe mm -hmm, unawezaje yani, tunataka tumhamasishe na tuweze kumtia nguvu kwamba it is possible. Wewe yeah. unajiona vipi in maybe 5 years to come mm -hmm, ni kitu ambacho unatamani kukifanya sasa hivi mpaka mm -hmm, baadaye mm -hmm, au ni kitu tu ambacho umejishikilia tu alafu mm -hmm, baada ya muda maybe you'll just go away with it mm -hmm. baada hapo tutaenda kwenye short break alafu tutaendelea na maswali mengine. Hebu okay. Tuambie tu kwa kifupi, kwa kweli Twenzetu Sokoni mm. Sitamani iishie hapa baada ya miezi miwili au mitatu mm. Kweli natamani ifike Twenzetu Sokoni mbali, ifike hata kwenye mikoa mikubwa pia kule kama Mwanza, nao wapate huduma ya Twenzetu Sokoni mm. Lakini kitu ambacho kinanifanya Twenzetu Sokoni ni sija nikaiacha Twenzetu Sokoni mimi nilianza nayo na mia, yani sikuwa na chochote, sikuwa hata na mia. Mm. Kwa nilianza mimi kama mimi. Mm. Kwa niliamua mimi kama mi mimi, na nikasema mm, mtaji utafata na huwa mm. yes. na naamini sana mtaji huwa ni watu. Mm. Kwa the way you move, kama una afya njema mm, una nguvu una akili, kule kule tutakutana kama leo nimekutana na Boresha. Nilivyoanza sikutegemea kama kuna siku nitakutana na Boresha. Movement yangu na jinsi navyojibidisha na, na yeah, kuamini kwamba there is a day. Ndio hivyo tu, hakuna kingine, ni kupambana na kuamini.